Waziri mkuu kwa mara nyingine alikuwa na miadi na wazee wa jamii ya Kalenjin kutoka kaunti za Uasin Gishu na Elgeo Marakwet, kikao kilichoandaliwa mjini Eldoret, ngome ya William Ruto ambaye ni mmoja wa wapinzani wake wakuu katika kinyang'anyiro cha urais mwaka ujao huku semi za muungano kati ya Ruto na naibu waziri mkuu Uhuru Kenyatta zikishamiri na mwafaka wa wawili hao kuwania urais kwa tikiti moja ukizidi kulainishwa, Raila alikuwa na mawili matatu kwa viongozi hao wawili ambao wanakabiliwa na mashtaka ya jinai katika mahakama ya ICC. Lakini sasa dawa ya Hague siyo kusema ati sasa nichague mimi rais au makamu wa rais ndio nisiende Hague. Hague haiwezi kufutuliwa mbali Rais huko Sudan anaitwa Bashir, si ye ni rais lakini yeye anaweza kutembea wapi? Lakini sio kusema ya kwamba sasa kama tumechaguliwa ra rais na makamu rais sasa mambo ya Hague imekwisha, hapana, haitakwisha. Na mimi naweza kutoa ahadi kwao, kama rais tutajaribu kuleta kesi hiyo kutoka Hague ije hapa Kenya, itakiwa hapa Kenya. Kenyatta na Ruto wamesisitiza kuwa kesi za ICC ni za kisiasa na zinalenga kuwazuia kuwania urais na kumlainishia Odinga njia ya kuingia ikulu. Wangapi wanaunga mkono mheshimiwa Ruto aongee na Mheshimiwa Uhuru Kenyatta? Na huku Ruto na wabunge walioasi chama cha chungwa wakisisitiza kuwa jamii ya Kalenjin imekata shauri kumtema Odinga, waziri mkuu hakuchelea kujibu semi hizo. Watu wengine walisema ati wao ndio walileta Wakalenjini kwangu. Mimi nasema, Wakalenjini niliongea na wao mimi wenyewe. Wale Wakalenjini wali walinipiga mimi kura. Kama Raila Odinga mimi niliongea na nyinyi na nikasema, nikamfuatia mimi jina na rafmi bei sio si mimi na rafmi bei kilomita chache tu kutoka alikokuwa akiwahutubia wazee wa jamii ya Kalenjin, Ruto na kikosi chake walikita kambi katika kaunti jirani ya Nandi ambako walisisitiza kuwa hawatangamani tena na Odinga na kuwa wafuasi wao watadhihirisha hili kupitia mjeledi wa kura tarehe nne mwezi Machi mwaka ujao. Wale watu ambao walipatiwa nafasi tukawapatia imani yetu wakaenda wakaskonda wakafanya uzembe naye wao watajilaumu wenyewe. Hata hivyo, kibwagizo katika kikao cha Raila na wazee wa jamii ya Kalenjin kilikuwa ni tahadhari, huku wenyeji wakiarifiwa kuwa Ruto alikuwa na nia ya kuwahadaa kwa kuwaelekeza kwenye muungano na Kenyatta. Francis Gashuri, Citizen Nipashe.